Kufuatia ajali iliyotokea eneo la Ekerenyo katika kaunti ya Nyamira usiku wa kuamkia leo sasa imefika watu wanane. Wengine wanane bado wako hospitalini wakipokea matibabu. Maafisa wa usalama bado wanamtafuta dereva wa trela aliyetoweka baada ya ajali hiyo iliyohusisha trela na matatu. Crispin Otieno anatuanzishia taarifa zetu. Biwi la simanzi limetanda ndani ya hospitali ya rufaa ya Nyamira. Familia kutoka maeneo mbalimbali zikifika hapa kujulia hali wapendwa wao waliohusika katika ajali eneo la Ekerenyo, kaunti ya Nyamira usiku wa kuamkia Jumapili. Ajali hiyo ikihusisha gari aina ya Nissan matatu na trela. We received casualties from the accident that occurred at Ekerenyo. We received, eight lives were lost. Familia ya Zablon Mongare ikiwa miongoni mwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali hiyo, mama na mwanawe wakiaga papo hapo. Mimi jioni hiyo sikujua wala wamefariki kama, kama relative wangu wako hapo saisi asubuhi ndio nimepigiwa simu, nikaambiwa kuna mama anaitwa Caroline Nyauma. Huyo ni my first cousin, husband wake na mtoto wake wamepoteza maisha. Jamaa hawa walikuwa wakisafiri kuelekea Nyamira kuhudhuria hafla ya mazishi kabla ya kukumbana na mauti. Familia ya Linet Mora pia inaomboleza kifo cha mwana wao Purity Kemunto ambaye alikamilisha mtihani wake wa kidato cha nne wiki chache zilizopita. Msichana huyo alikuwa akirejea nyumbani baada ya kutembelea jamaa yake jijini Nairobi. Dio tulikuwa tunaweka matumaini tunaongojelea fila, hata sisi tutafurahia. Alikuwa alisafiri kwenda Nairobi kusalimia makazini zake, alikuwa anateremka jana So that we see how we can work together. Kwa sasa maafisa wa usalama wanaendeleza msako wa dereva wa trela aliyetoweka baada ya ajali hiyo. Miili ya wanane hao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Nyamira. Crispino Tieno, runinga ya Citizen. Family